Hakuna parachichi sasa hivi mkoa wa Njombe itatupwa, na hata kama ikiwa reject bado tuna kiwanda ambacho kinanunua hizo parachichi, kiko pale Makambako. Kwenye zao la parachichi, nitumie nafasi hii kumshukuru na kumpongeza Comrade Anthony Mtaka, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Njombe alivyofika kwenye mkoa huu wa Njombe alianza kuichukua kama ajenda ya kwamba ndiyo mti wa mkoa parachichi. Watu wengi sana mwitikio kwao ni mkubwa, wamelima parachichi. Juhudi zake hazijaishia tu kwenye kuwahimiza wakulima parachichi, ilienda mbali zaidi, ambapo imehitajika vipatikane viwanda hivi tunavyozungumza ndugu zangu, viko viwanda viwili tayari vya kuchakata parachichi kwa ajili ya kupaki, kusafirisha, kupeleka nje, pamoja na zile parachichi walizokuwa na zita reject. Hakuna parachichi inatupwa, parachichi hizo zinapelekwa kwenye kiwanda, zinasagwa, zinakuwa mafuta. Kiwanda kiko Makambako, Afu Afrika pamoja na kiwanda kingine. Tuna viwanda viwili. Ndugu zangu, msimamo wa serikali kwanza ni juu ya kusimamia uuzaji mzuri wa parachichi, kuzingatia viwango vya parachichi pamoja na mizani inayotumika kupimia. Swala lilozungumza mheshimiwa diwani, kwa kuwa hapa Mkuiu kuna ujambazi, kesi zinazozipata mimi pale kwangu ni kujinyonga tu watu, na wanafamilia wamepigana mangumi kisa wameenda kuagua, ndio kesi zilizopo. Hakuna unyang'anyi, hakuna ujambazi, hakuna uvamizi, hakuna wizi. Mheshimiwa Diwani, mimi ni muumini wa kufanya kazi masaa ishirini na nne. Leo ni sabato si ndio? Leo ni mapumziko pia siku ya Jumamosi. Niko hapa pamoja na nyinyi. Mheshimiwa mbunge yuko hapa, viongozi wa chama wako hapa, wakuu wa idara na taasisi za serikali wako hapa, Mheshimiwa diwani mwenye ukiwa uko hapa. Niwaelekeze idara ya kilimo Afisa kilimo yuko wapi? wakata njoo rafiki yangu. Mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji, majukumu ya kwenu mmoja wapo mnunuaji wa parachichi yoyote anayefika hapa ni ne lazima afahamike, aripoti kwenu. Lakini utaratibu tunakuwa tunazungumza kila siku, mnaoangusha hili swala ni nyinyi. Baadhi ya wakulima kuwaleta wanunuaji wa parachichi kwa silisili, mwatambue watu wanaokuja kununua parachichi Mukisha watambua ndani ya hii wilaya, ni marufuku mkulima wewe kuchuma parachichi. Parachichi ichumwe kwa ridhaa ya mnunuaji. Nimeleka vizuri, akisema ni reject, ikiwa yeye ndiye aliyechuma. Mlangali sio mbali lugha lao wasio mbali, mnajua kitu gani namaanisha? Naliweka vizuri, ndugu zangu. Wasiwasi wa mheshimiwa diwani kuhusu muda ni kwa sababu ya vipimo na kazi mnaoifanya, lakini kama shughuli inaenda vizuri, mimi nairuhusu kazi hiyo ifanyike masaa ishirini na nne. Nimeleka vizuri, kazi ifanyike masaa ishirini, lakini akikwambia reject, mtendaji yuko hapa, afisa kilimo yuko hapa, lugha lao au wapi? Mmemielewa? siwezi kuruhusu vijana wa umri kama wangu mlale lale tu, pesa inatafuta 24 hours, itafute hela kwa gharama yoyote. Nimeleka vizuri, kwa sababu tukianza nikisemeza kusema kwamba parachichi isiuzwe usiku, ipo siku tutakuja kusema kwamba bodaboda wasishanti viazi kutoka Lutemaluchi kuleta kiombo usiku, tutakuwa na masharti mengi na tutaenda sio mimi kwa mheshimiwa diwani kikubwa tujihakikishia kwamba usalama upo endele mkakae. Lakini swala la reject, juzi nilikuwa kwenye kiwanda cha afu Afrika na nielewa vizuri ndugu zangu, swala la reject sio tu parachichi kuharibika, nile kuoza, hata ile ambayo vidonda vidonda yenye makovu makovu, nayo pia ina shusha gredi, inaenda gredi ya pili. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi sana kufuata masharti tunayopewa na wataalamu wetu, namna gani ya kuzalisha parachichi, ili parachichi hizo ziwe bora, na hata kama ikiwa reject, bado tuna kiwanda ambacho kinanunua hizo parachichi, kiko pale Makambako. Hakuna parachichi sasa hivi mkoa wa Njombe itatupwa.